Ikikutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara mkoani Kagera. Hii ni Redio Kwizera FM. Hivi sasa ni saa mbili kamili za usiku. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Asma Ahmed na kwanza ni mhutasari wake. Mahakama Kuu masijala kuu Dodoma imesogeza mbele hukumu ya kesi ya Luhaga Mpina dhidi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inec na sasa kusomwa Oktoba 15 mwaka huu. Wauzaji wa, wa pembejeo za kilimo kanda ya ziwa wametakiwa kuuza mbegu kwa bei elekezi ya serikali ili kuepuka kuchukuliwa hatua za kisheria. Na benki kuu ya taifa nchini Burundi imewataka wananchi kuwa makini na baadhi ya benki za akiba na mikopo. Habari kamili. Dodoma, mahakama kuu ya Tanzania y masjala kuu ya Dodoma imeahirisha tarehe ya kutoa hukumu ya shauri la kikatiba namba ishirini na nne sifuri mbili saba la mwaka elfu mbili na ishirini na tano linalomhusu mwanachama wa ACT Wazalendo Luhaga Mpina ambaye alipanga kuenguliwa kwenye orodha ya wagombea wa urais awali. Hukumu hiyo ilitarajiwa kutolewa leo, lakini sasa imesogezwa mbele hadi Oktoba 15 mwaka huu majira ya sa saa tatu kamili za asubuhi kwa njia ya mtandao. Shauri hilo linalosikilizwa na jopo la majaji watatu likiongozwa na Jaji Fredrick Mayanda, ambaye amesema kuwa hukumu hiyo bado haijakamilika, jambo lililosababisha kusogezwa kwa tarehe. Akizungumza na waandishi wa habari, wakili wa waleta maombi Joni Seka amewataka wananchi na wanachama wa ACT Wazalendo kuendelea kuwa na subira, akisisitiza kuwa wana imani mahakama itatenda haki katika uamuzi wake. Geita, Wauzaji wa pembejeo wa za kilimo kanda ya ziwa wametakiwa kuuza mbegu kwa bei elekezi ya serikali ili kuepuka kuchukuliwa hatua za kisheria. Mkaguzi wa mbegu kutoka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu TOSKI, Bwana Machumi Saveri, amesema hayo wakati akihitimisha mafunzo kwa wafanyabiashara wa mbegu na wakulima kwenye mamlaka ya mji mdogo Katoro wilayani Geita. Bwana Saveri amesema wauzaji wote wa mbegu wanapaswa kuwa wamepata mafunzo na kusajiliwa ili kufanya shughuli zao kwa mjibu wa maelekezo ya serikali. Wafanyabiashara wote wa mbegu hapa nchini wauze mbegu kulingana na maelekezo ambayo serikali imejatoa, wasimuzie mkulima bei ambayo iko nje na ruzuku kwa zile ambazo ni elfu saba hadi elfu saba na mia saba elfu kumi na nne hadi elfu kumi na nne na mia saba elfu kumi na nne na mia tano elfu kumi na tano na mia mbili wasiende nje ya hapo kwa sababu wakienda nje ya hapo watakuwa na kwanza wanaikosea wana sheria ya mbegu lakini pia kuzikosea sheria zingine ikiwemo pia sheria ya hujumu uchumi unapomuuzia mtu mbegu ambayo umemuuzia kwa bei ambayo ni zaidi ya ile ambayo serikali imeelekeza unahujumu uchumi wake kwa hiyo makundi yote mawili wazingatie hayo maelekezo ya serikali jumla ya wafanyabiashara arobaini wa pembejeo za kilimo mkoani Geita wamepata elimu hiyo ikiwa ni sehemu ya wafanyabiashara mia nne ambao wamefikiwa na kupatiwa elimu kwa kanda ya ziwa Mwanza. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA Kanda ya Ziwa imezitaka taasisi na mamlaka zinazotoa huduma za kijamii kuhakikisha zinakuwa na mikataba ya kudumu kwa mteja ili kupunguza changamoto pale huduma zinapokatika. Akizungumza jijini Mwanza leo wakati wa kilele cha wiki ya huduma kwa wateja, meneja wa Eura Kanda ya Ziwa, George Muhina, amesema moja ya majukumu makubwa ya Eura ni kusimamia utekelezaji wa mikataba hiyo kwa kutoa huduma kama mamlaka za maji na umeme. Muhina ameongeza kuwa uwepo wa mikataba ya huduma utasaidia kulinda maslahi ya wateja sambamba na kuhakikisha watu wa huduma wanatekeleza wajibu wao kwa uwazi na kuzingatia sheria zilizowekwa kupitia sheria zetu. Utaona na hizo mikataba huduma kwa mteja, kuna vitu vingi ambavyo tunaona hizi mamlaka za maji, lakini hasa pia na Tanesco hawaitekelezi. Mfano, tunataka kukata mkatia mteja maji sheria, lakini pamoja na mkataba huduma kwa mteja inakataza huyu mteja asikatiwe huduma inapofika Ijumaa katikati, yani kama hivi leo tunaposema midday kwenye weekend, lakini pamoja na siku za sikukuu. Huyo ni maarufu kwa mujibu wa sheria ya maji, kwa mujibu wa sheria ya umeme, lakini pia kwa mikataba hiyo ya huduma kwa mteja. Aidha, amesisitiza kuwa kwa mujibu wa sheria ni marufuku kwa taasisi za maji na umeme kukata huduma katikati ya wiki ama siku za mapumziko. Chato, idadi ya watalii wa ndani na nje imetajwa kuongezeka hadi kufikia watalii elfu tano kwa mwaka katika hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo iliyopo wilayani Chato mkoani Geita. Mkuu wa hifadhi hiyo Dr Imani Kikoti amesema ongezeko hilo limechangiwa na uboreshwaji wa miundombinu ya barabara na majengo ndani ya hifadhi hiyo, hali ambayo imevutia watalii. Amesema pamoja na hayo, serikali kupitia Wizara ya Utalii imejizatiti kuboresha vivutio vya utalii kwa kulinda na kusogeza wanyama wa kipekee na ulinzi wa fukwe za ziwa jambo ambalo limechochea ongezeko hilo. Tunapokea watalii wa kigeni, ambapo kwa mwaka wanafika watalii elfu mbili, lakini bado pia tunapokea watalii wa ndani wapatao kama elfu tatu kwao. Kwa mwaka tunapata kama watalii elfu tano, na takwimu ukiangalia kwa miaka kadhaa iliyopita takwimu za watalii zimeendelea kuongezeka, na hicho ni kiashiria kizuri. Mwamko watalii wa watalii wa ndani ni mkubwa sana. Baadhi ya watalii wa ndani katika hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo, Oliva Petro, Janeti Odemba na Elihana ni Timotheo, wamesema baadhi ya vivutio vilivyowashawishi kutembelea katika hifadhi hiyo ni utulivu wa eneo pamoja na wanyama aina ya sokwe. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura Benki kuu ya taifa nchini Burundi imewataka wananchi kuwa makini na kujiepusha kujiunga na baadhi ya benki za akiba na mikopo, ikisema kuwa baadhi ya taasisi hizo zinaendeshwa na matapeli. Kauli hii imetolewa na meneja wa benki kuu nchini humo, Semprisi Sabiumwa, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Gitega. Hatua hiyo inakuja baada ya wateja wa benki za akiba na mikopo kulalamikia kunyimwa fedha zao mapema wiki hii licha ya kuwekeza kiasi kikubwa cha pesa katika benki hizo. Baadhi ya raia wamesema wameathirika vibaya na hali hiyo, wakieleza kuwa wameshindwa kuhudumia familia zao, huku wakidai kupewa kiasi kidogo cha pesa kwa kila mteja baada ya kulalamika kwa zaidi ya miezi sita. Hata hivyo, Saviumba ameahidi kuwa benki kuu itafanya uchunguzi wa kina kwa benki hizo zilizowafilisi wateja wake na kwamba wakurugenzi pamoja na viongozi wake watakaobainika kuhusika watachukuliwa hatua wa za kisheria. Na hatimaye Gaza City. Shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza limesema kuwa vikosi vya Israel vimeanza kuondoka kutoka sehemu nyingi za eneo hilo, hasa katika mji wa Gaza City na Haniunis. Afisa mmoja mkuu wa shirika hilo Mohamed amesema magari ya jeshi la Israel pia yameondoka kutoka maeneo ya mji wa kusini wa Haniunis, lakini mapigano bado yanaendelea. Hata hivyo amesema milio ya risasi imesikika hadi mchana wa leo na kwamba jeshi hilo pia limelenga wafanyakazi wa baraza la manispaa la Gaza kaskazini mwa kitongoji cha Sheikh Radwan mjini Gaza City. Amesema mfanyakazi mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na jeshi hilo la Israel huku mwanaume mmoja akiuawa mjini Khan Younis. Kwa upande wake, jeshi la Israel limesema kuwa linafuatilia ripoti hizo za mashambulizi katika ukanda wa Gaza. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, hutena ni mhutasari wake. Mahakama Kuu Masijara Kuu Dodoma imesogeza mbele hukumu ya kesi ya Luhaga Mpina dhidi ya tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC na sasa kusomwa Oktoba 15 mwaka huu. Wauzaji wa pembejeo za kilimo kanda ya Ziwa wametakiwa kuuza mbegu kwa bei elekezi ya serikali ili kuepuka kuchukuliwa hatua za kisheria. Na benki kuu ya taifa nchini Burundi imewataka wananchi kuwa makini na baadhi ya benki za akiba na mikopo Waza Wazua. Msikilizaji, dunia ni darasa, kila mtu ana somo lake, ila wachache hufanya mitihani. Waza Wazua